Unakuwa okay? Unafikiri una nini kwenye mazingira kama hayo? unakuwa wewe kama askari polisi, unajionaje kwenye mazingira kama kwamba umepata ajali, wanasema acha ukufe, acha ukufe? Kwa nini kuna maeneo ambayo unakuwa umekubali kutumika vibaya, kinyume cha PGO, kinyume cha taratibu, kinyume cha maadili ya kazi? Naam, bwana Yesu asifiwe. Na kabla sijaendelea na mada yangu ya leo ya utetezi wa utu na ubinadamu, kwanza tuitazame hii video.

Sasa unaweza kuwa unasikiliza maneno ya hawa watu wanasema, tumsiki, tumsindikize makamu mwenyekiti kwa ajili ya usalama wake, lakini hapo kuna kundi la polisi wapo hapo, kuna askari polisi wapo hapo, na tunafahamu kwamba askari polisi ana jukumu kubwa la kulinda usalama wa raia na mali yake. Inawezekana walikuwa nataka wahakikishe ulinzi kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo na usalama wake, lakini kwa nini wananchi hawana imani na polisi mpaka wanasema eh, mwenyekiti, hebu tumsindikize mwenyekiti kwa ajili ya usalama wake? Ina maana wamepoteza imani kwa jeshi la polisi. Sasa mimi nionavyo, kwa sababu nimeona maeneo mengi Kaliako huyu mwenye makamu mwenyekiti wa Chadema alizuiwa asifanye mkutano eneo ambalo siku chache za nyuma CCM alifanya mkutano hapo hapo, lakini hakuzuia. Lakini kuna maeneo mengi nimeona askari wengine wanakuwa ni waadilifu, wanalinda vizuri usalama, wanakisha usalama kwenye mikutano, kunakuwa kuna vurugu. Lakini maeneo mengine unakuta napigwa mabomu watu kama Ruvuma walipiga mabomu watu wakaumiza, wengine wakamkamata Tundu Lissu, mpaka leo huko gerezani wanasema ni mhaini. Sasa sijajua alikuwa anataka aipindue serikali au kwa namna gani, kwa majaribio ya kiwango gani, akiwa na kikosi cha jeshi chenye silaha nzito kiwango gani afanye mapinduzi mpaka amepewa kesi ya wengi, sijafahamu. Sina ujuzi mzuri wa sheria kuhusiana na uhaini, lakini kwa ufahamu wangu mimi mhaini lazima aonekane kwenye majaribio ya kufanya mapinduzi e, kumpindua e, kiongozi mkuu wa nchi rais au mfalme. Sasa niliokuja kulizungumza hapa, kwa nini polisi wamekubali kutumiwa kwenye mazingira kama haya, jambo ambalo linafanya wananchi wakose imani na jeshi. Lakini mimi kama mtu wa Mungu, kazi yangu ni kuja kuwaonya, kwa sababu ninyi mkishavaa kombati za jeshi hambatilishi ubinadamu wenu. Sasa kwa bahati mbaya sana, watumishi wa Mungu tukionekana tunawatetea watu wanaonekana kuwa ni wanachama cha, wa chama fulani cha siasa, basi tunawekwa kwenye kundi kwamba mmeacha kushughulika na dini mnashughulika na siasa. Ngoja nikwambie, ukisha kuwa mwanachama wa chama cha siasa haubatilishi ubinadamu wako kwamba hutakiwi kuonywa unapofanya makosa, kwa sababu mwisho wa siku utap, utapita kwenye hukumu, kama ilivyoandikwa kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri, utapita kwenye hukumu kila mtu atahukumiwa sawa sawa na matendo anayotenda. Mimi nisipokuja kukuonya uovu unaofanya kama askari polisi, wewe usikatae, unatakiwa ufuate kwamba eh, mtumishi ule ananionya hichi ninachokifanya ni kibaya, sio kwamba anajishughulisha na siasa. Ukisha kuwa mwanachama wa siasa haubatilishi binadamu wako. Kama ni mwanadamu, dhambi unaoifanya utahukumiwa sawa sawa na dhambi yako. Sasa hivi vitendo vinavyofanya vitasababisha jamii isiwe na imani na nyinyi, isiwe na ushirikiano na msishirikiane nayo, na kwa sababu mkishatoka kwenye makambi ya jeshi, mkishatoka kwenye vituo vya polisi, mnarudi kuchangamana na raia, mnakwenda kununua chumvi kwao wengine wanakwenda kukopa kwao, wengine wana mnakutana na matatizo, wanakuja kwenye misiba, kwenye vitu kadha kadha. Sasa mkisha kuwa na ugomvi na raia, unafikiri hawa raia wataonaje, watawachukulieje kwenye jamii? Kwa ajili ya hayo, ndio maana mtumishi wa Mungu na kuwa nakuja ili niepushe madhara ambayo wewe mwanadamu mwenye jezi au mwenye kombati jeshi la polisi, utaporudi mtaani utakutana na mabaya, na kazi yangu mimi ni kuepusha na mabaya. Sasa maeneo mengi nimeona wakifanya vitu vya namna hiyo, wananchi wanasikitika. Juzi juzi nimeona mahakamani kwenye kesi ya Tundulisu, polisi wanazuia watu mlangoni, nikaisikiliza hekima ya John Heche anasema.

na huyu anachotaka kukifanya hapa, paonekane kwamba pana vurugu. Mkishafanya hivyo, paonekane kwamba pana vurugu, ili waweze kufanya waliwadhimia mioni mwao. Sasa hawa wanadamu, hawa wananchi, ni watu ambao mnashirikiana nao kwenye jamii. Mkishawafanyia hayo, watawachukia kule. Kenya kuna polisi walipata ajali, wananchi wanasema unakuwa unafikiri nini kwenye mazingira kama hayo? Unakuwa wewe kama askari polisi unajionaje, una, kwa mazingira kama kwamba umepata ajali, wanasema acha ukufe acha ukufe. Kwa nini? Kuna maeneo ambayo unakuwa umekubali kutumika vibaya, kinyume cha PGO kinyume cha taratibu kinyume cha maadili ya kazi. Kama askari polisi mwadilifu, angeweza kusimamia kiapo alichoapa kulitumikia taifa na kulitumikia jeshi kama kiapo kilicho. Sasa sijajua polisi na maaskari wamekuwa na laana gani. Ninakusomea Biblia hapa laana ya polisi. Tokea zamani, ama askari, sijajua laana gani. Na eh, Mungu asaidie sana. Biblia, katika Biblia katika kitabu cha Mathayo Mtakatifu sura ya 27 mstari wa 62 mpaka wa 66 na nitakusomea 28 kuanzia mstari wa 11 mpaka wa 15. Uone askari jinsi walivyokuwa na laana toka zamani, yani sijajua walikuwa na shida gani. Hizi kazi zingine ni laana kwa kweli. Hata siku ya pili ndiyo iliyo baada ya maandalio, wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakamkusanyikia Pilato wakasema, Bwana, tumekumbuka kwamba yule mjanja alisema alipokuwa angali hai, baada ya siku tatu nitafufuka. Basi amuru kwamba kaburi lilindwe salama hadi siku ya tatu, wasije wanafunzi wake wakamwiba na wakaambia watu, amefufuka katika wafu. Na udanganyifu wa mwisho utapita ule wa kwanza. Pilato akamwambia mna askari. Unaona, askari anakuja kutumia vibaya. Mna askari, nendeni mkalinde salama kadiri mjuavyo. Wakaenda wakalilinda kaburi salama kwa kulitia jiwe lile jiwe muhuri, pamoja na kuwaweka wale askari walinzi. Yaani kutia, kutia muhuri kwenye jiwe ina maana kwamba haruhusiwi mtu mwingine kwenda kugusa ile jiwe, kwa sababu linakuwa lina muhuri, muhuri wa serikali, kwamba ukigusa wewe utashtakiwa kwa kesi kwa sababu unakuwa kana kwamba umeingilia nyaraka ya serikali au mali ya serikali. Yaani wewe unaweza kupewa kesi ya uhujumu uchumi kwa sababu hiyo. Kwa hiyo akalipiga muhuri. Sasa Yesu akafufuka kama alivyosema, lakini wanaenda kupeleka ripoti au askari, ripoti imenyoka kabisa, wanasema nao na wale walipokuwa wakienda, tazama baadhi ya walinzi waliingia mjini wakawaambia wakuu wa makuhani juu ya mambo yote yaliyotendeka. Wakakusanyika pamoja na wazee wakafanya shauri, wakawapa askari fedha nyingi, wakawapa askari fedha nyingi, wakisema, semeni ya kwamba wanafunzi wake walikuja usiku wakamwiba, sisi tulipokuwa tumelala na jambo hili likisikika kwa mtawala, sisi tutasema naye, nanyi hamtapata shida. Basi wakazitwaa zile fedha wakafanya kama walivyofundishwa, na neno hilo likaenea kati ya Wayahudi hata leo. Yaani, wanapewa na kinga kwamba rais akisikia, tumewambia hivi sisi tutaongea naye, tutaongea naye, nyiye hamtapata shida, hamtapoteza kazi zenu, hamtatunguliwa eh. Sasa ndio nakuwa na mashaka kwenye mazingira ambayo eh, wanachama wa Chadema wanavyofanyiwa na polisi, lakini wanachama wa CCM ukote ukifanyiwa hivyo wanapokuwa kwenye kampeni za CCM hukuta wakifanyiwa hivyo ila kwenye kampeni za Chadema unakuta polisi, kuna baadhi ya polisi unakuta wanakuwa wana, wana, wana, wanafanya vitu ambavyo ni kinyume cha, cha utaratibu. Maeneo mengine kweli wanalinda vizuri, wanakuwa wanashinda, lakini unaweza ukakuta pale ambapo polisi wengine wanalinda, kinakuja kikosi kingine kinafanya vurugu kama ilivyokuwa ilivyokuwa Ruvuma kuna polisi walikuwa wanalinda kwenye mkutano safi, lakini kikaja kikosi chingine cha Philipus wakafanya vurugu pale, kuwaumiza watu, kumkamata Tundulizo. Lakini haki kikatiba na kisheria inasema mambo yao hivyo? Je, yes, siasa safi, miko yake ndio iko hivyo? Hamuoni kama mnavunja miko? Sasa kama mgekuwa mkifuata taratibu kama inavyotakiwa kwa moyo safi na upendo Siasa safi, kila mmoja akamwaga sera zake, mwenye sera mbaya akashindwa, mwenye sera nzuri akapita, mkabishana kwa hoja, sio kubishana kwa nguvu ya dola. Mkabishana kwa hoja, kila mmoja akaleta hoja zake, zikapimwa kwenye mizani. Nani mwenye hoja ya maana, huyo anafaa. Nani ataonyesha kazi zake alizozifanya? Kwa mfano labda chama tawala kikaonyesha kazi, tumefanya hiki na hiki na hiki na hiki na hiki, tunastahili kuendelea kuchaguliwa. Wananchi wakasema ndiyo, mnastahili wakawapa kula kwa uhuru, kwa haki, watu wakapiga kula, zikahesabiwa kwa haki, au wamepata kula mia, au wamepata hamsini, wamepita waliopata kula mia. Kusiwe na janja janja hapo, kutakuwa kuna amani ndani ya taifa. Lakini kwa vurugu hizi ambazo zinakuwa zinafanywa kinyume na taratibu na sheria, hivi ndio mnakuja kuleta vurugu ndani ya nchi, mnakuja kuleta machafuko ndani ya nchi kwa, kwa, kwa mikono yenu kwa, kwa mikono yenu ninyi wenyewe. Lakini mwisho wa siku mtaanza kusema, wachungaji, mtuombee; wachungaji, ombeni taifa. Kabla tujaitwa kuomba taifa, kuliombea taifa, lazima tuwaonyeshe madhara ambayo yanaweza kuja kujitokeza wakati ambapo mtakuwa mnaita, liombeni taifa na hatutakuwa na muda wa kuliombea taifa, kwa sababu ninyi wenyewe ndio mnakuwa meliingiza kwenye machafuko. Na tuliposema hamkutaka kusikia, mkasema tunajishughulisha na siasa. Ndipo mtapojua kwamba watumishi wa Mungu wale walikuwa hawajishughulishi na siasa, walikuwa wakijishughulisha na utakatifu na utu na swala na maswala ya kimungu. Pindi ambapo mtapoona damu zinamwagika za watu, hamtasema damu hizi zinamwagika kisiasa. Mtasema ombeeni haya mambo, kwa sababu shetani amejiinua kumbe mashetani ni ninyi wenyewe, mnajiinua. Sasa mtapokuja kulipuka baadaye, ndipo mtaposema najiinua. Mmeshajiinua, sasa mnazidi kujiinua, mtaleta vurugu, mtaleta mabaya. Ukiona wananchi wanasema msindikizeni makamu kwa ajili ya usalama wake, basi mjue mmewekwa kwenye kundi la kuto kwamli. Hii ni sauti ya mtoto wa mtu anayelia kutoka gerezani, anasema, heri mtu yule atakayeteswa atakayefungwa ama afaye katika Bwana tangu sasa apate kupumzika mara baada ya tabu zake. Yesu Mungu mkuu wa haki anakuja kumhukumu kila mtu sawasawa, sawa na yale anayoyatenda. Hii ndiyo maana neno mara na naaka